on huh? Tunatamba, unaipiga au unasemaje? <tipi> ndege yeah, tunakuwa na ndege yetu. <tipi> tunabadilisha maisha na unaitwa madam Ukipita tunamnunua nguva ngua, tunatengeneza kibwawa chetu, tukimweka watalii kibwawa, nakuja kushangaa, tunapiga hela eh. Alafu nguva anyana kwa nguva wa kike, tunamnunua nguva wa kike, tunauza nyumba, tunanunua <tulina> ah, si tunajiongeza tu, tunachimba kibwawa, tunamweka pale Tutamwita zuchu simama. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nakwambia, kama unataki, shauri zako. Tuuze nyumba tu, nyumba atusaidia nini bwana? Maisha magumu. Unajua nguvu anatafutwa sana. Tukimpata nguvu, tena nguvu wa kike, ambo tuona wazungu waingi, wachina wanakuja na tunakuwa maarufu. Oh, shauri zako kweli, mume nimepata. Mhm, na nguvu hapa, tukimpata hapa

mwelekeze vizuri, kukumbatia. Unacheka cheka tu, hebu twende, twende ndani huko, cheka, cheka tu eh, au unaona la, twende bwana, lakini